Mwongozo huu umebeba umekusanya mambo yote tunaoongea na mabosi kila siku, kwa hiyo unapoelekeza mabosi wanataka moja mbili tatu, sio kwamba tumetunga, ni kwamba tunaongea nao. Kwa hiyo sasa, sisi tunachotaka kwenye hii ni kuwaonyesha kile mnachokitaka, hawa dada wanakielewa, kwamba mmefika, mmeelekezwa namna ya kwenda kufanya hiyo kazi. Haya. Nataka nianze na walio kama muda mrefu zaidi, uliko wapi? Mda mrefu zaidi, Shani aya, tuende kwa Shani. Hata usi usinani, kwa sababu hiyo inatembea. We make sure tu unaiweka karibu na mdomo wako, sio upande huo huko, okay. kwingine ehe, huko. huko ndio kunapokea sauti haya, yeah. Shani, tuambie kituoni kwetu na mda gani sasa hivi? sasa hivi nina siku saa wiki moja. Wiki moja umefikisha kwa hiyo hakuna ambaye amemzidi Shani, jamani. Yupo Neema. Wewe una muda gani? Wiki mbili. Mbili na unajivuta hata kuchangamkia maiki? Haya, Shani mpe Neema. haya, haya. haya. kuna anayezidi wiki mbili hapana eh? Haya, tuambie dada, uh, Neema, umekaa na sisi hapa kituoni tumepitia mengi. Ehe, hebu tunataka utuambie yale ambayo umeyapitia tuliyokuelekeza uliojifunza tofauti ya wakati unakuja na sasa ni ipi? Eh, hebu. uh -huh. Uh, kwa uelewa wangu mimi uh -huh. E, kwanza kwanza kwanza kabisa wewe uh -huh. mwenyewe ukiwa hapa kituoni umeshuhudia wadada wangapi wamepangiwa kwenda kazini? Ni wadada wengi kama sita hivi. sita. Uh -huh. waliokukuta uliowakuta hamna mdada ambaye amekuja amekuacha wiki mbili, kuna mmoja wawili wameondoka walionikuta, waliokukuta na wameondoka hiyo, mm. ina inatuma message gani? Kwa nini mdada amekuja amekukuta na amepangiwa kazi? Wewe mwenyewe unajiongezaje? Yani, wewe binafsi sijajua. Haujui hiyo? mm. ni shida ya kwanza. Haya, Tumepata shida ya kwa hiyo, ni shida. Ukisema hujui, dada anakuja anapangiwa kazi, wewe huko. Uliuliza? Umeuliza? Nimeuliza. Ah. <laughs> hmm. hmm. Nimeuliza, nikaambiwa umeuliza. Eh, ehe. He, hapo sasa kidogo unanishawishi kwa hiyo uja, ujaona tu ujui, ukauliza kwa nini sijapangiwa eh? Ukaambiwaje? Ni, nilipouliza nikaambiwa kwamba mm, wale yani wamechaguliwa kwa sababu ya uchangamfu. Mm -hmm. Yani unapokuwa mchangamfu ndio, mm -hmm, unachukuliwa mapema, ndio unapangiwa kazi mapema. Ehe. Okay. Kwa hiyo sasa wewe ukuuliza uka, swali lingine labda. Kwa hiyo baada ya mimi kuuliza vile ndo nikawa nimeelewa moja kwa moja <coughs> mimi nilivyo na wao na mimi nimejitahidi yani. Umejitahidi sasa kuchangamsha, okay, kuchangamka. Angalau umekuwa mkweli e, hapo umenishawishi ujakatakata kona <laughs> okay. Sasa tuambie umejifunza nini tangu umekuwa hapa kwenye kituo chetu iki mbili sasa Umewakuta wadada wamepangiwa kazi wengine wamekukuta wameenda kazini, we bado upo. Umejifunza nini mpaka sasa hivi cha utofauti yani, Neema yule alokuja na Neema huyu tunaweza tukamtofautisha kwa lipi? Kwanza nimejifunza kabisa, yani unapokuwa hapa unatakiwa ujue hapa umekuja kufanya nini cha uh -huh, kwanza cha pili. Kuna unapokuja hapa unategemea baada ya hapa utaenda kwa bosi uh -huh. Kule kwa bosi utaenda kulea. kuna kulea mm -hmm. kuna kupika mm -hmm. na kuna usafi mm -hmm. vitu vya kuzingatia unapokuwa kwa bosi wako mm -hmm. na unapokuwa pia kwa bosi wako unatakiwa kuzingatie mm -hmm. ratiba yako ya kazi mm -hmm. kwa mfano kama kula kwa mtoto, mtoto mtoto mm -hmm. anakula saa ngapi? takataka Mm -hmm. Yaani uzingatie ule muda wa mtoto kula, mm -hmm. kulala kwake na kucheza kwake mm -hmm. Okay. Na kingine ambacho nimejifunza yaani customer care yaani mm -hmm. kwa yani kujali kuwa mkalimu mm -hmm. kwa bosi, yani usionyeshe manunguniko, makasiriko mm -hmm. yani umjali bosi wako hata kama atakuwa amekukwaza yani uonyeshe mm -hmm fulaha yani tabasamu so, mm, makasiliko yoyote mm. Mm. Na kingine nimejifunza kwenye swala zima la usafi mm -hmm, unapokuwa nyumbani uwe msafi mazingira, ni nyumbanikwabosma unapokuwa kazini unakuwa kazini, nyumbani, unapokuwa kazini natakiwa ni uzingatie usafi wa mm -hmm. mazingira, mm -hmm, nipangilie ratiba yangu vizuri mm -hmm. ya kazi hivyo mm. E, ratiba kama bosi hana, unafanyaje? Kama bosi hana ratiba, mimi itanibidi nimshawishi bosi wangu ratiba mm -hmm. yangu, kama atakubaliana nayo mm -hmm. e, lakini asipokubali itabidi mimi nimuulize yeye anipangie ratiba mm. mm. kwa sababu siwezi nikajichukulia maamuzi, kwa sababu mimi ni mfanyakazi, nitafuata yani mm. vile anavyotaka mm. mm. mm. Jamani, mpigieni makofi, Neema amebadilika sana. mm. Eh, <laughs> wewe <laughs> mwenyewe unajionaje? Maana kuna siku nimekuuliza swali hapo, hukuweza kunijibu chochote, kwa sasa hivi naona umetiririka tu mwenyewe mwanzo mwisho, na umeongelea vitu tunavyoelekeza. Eh, wewe mwenyewe unajionaje? Kukaa kwako kwa wiki mbili hapa imekusaidia eh? hey, imenisaidia sana. Imekusaidia sana? <laughs> au ulikuwa unaona kama adhabu hmm? <laughs> nilikuwa naona kama adhabu kwa sababu hivi hmm. vitu tulikuwa tumevizoea tu tunapokuwa shule. Kwa kuvizingatia mi, nilijua tu kama tunavyofundishwa hivi hivi hivi. Sikujua kama tunatakiwa ni vile vitu tuvizingatie, yani tuviweke akilini. sikuwai <laughs> <vitu> kufikiria ulivokuja <laughs> uh -huh. No, ujua tu unafika, unapangiwa unapangiwa kazi, nafundishwa hivi yani kama mlivyokuwa mkitufundisha hivi. Mi nilijua tu yani mnapotufundisha yale mnayotufundisha yani tuelewe lakini sio ni kuyazingatia kabisa. Eh, yani na kufanyiwa interview maana, mm, sasa hizi ni mm, kama interview za kucheki kama umeelewa tulichoelekeza. Wewe ulijua tu tukishaelekeza basi unapangiwa zako unaenda. Eh. Sasa tukifanya hivyo, na ukienda kazini, of course, sisemi hatujawai kufanya. Tulikuwa tunafanya, lakini feedback zinakuwa sio nzuri. Kwa hiyo tukasema, hebu tuweke, tuongeze mkazo. Kwa hiyo sasa hivi mtu ili apangiwe kazi lazima aweze angalau kuonyesha ameelewa. Mm, unaonyeshaje umeelewa? angalau uelezee kama ulivyoelezea, hakuna mahali umesoma. Vyote tumeelekeza na umeviweka kichwani. Sasa kuvifanyia kazi ni uamuzi wako. Usipoenda kufanyia kazi bado tatizo litakuwepo, kwa sababu bosi wako atakurudisha na akikurudisha, mm, ndio hivyo, tutakuwa tuna namna nyingine ya kukusaidia. Sasa tumekusaidia namna ya kwenda, mm, kufanya kazi ili ufanikiwe sehemu yako ni kuzingatia yale tuliofanyaje kwao. Sisi hapa tunahakikisha tu tulichokufundisha kiko kichwani, hiyo ndio kazi yetu. Kama kiko kichwani, sasa kwenda kuufanyia kwa vitendo, hiyo tunakuachia wewe. Ndio utakapojua kama we mwenyewe uko serious na maisha au unapoteza muda eh. Eh, ongera kwa hilo, leo nakupongeza sana <laughs> eh, leo hata mi umenishawishi Hey, jamani, ofisini nitawaambia sasa Neema iko tayari kupangiwa kazi, maana niwaambia ni hapana, Neema bado kabisa hey, kila nikimuuliza maswali yani, yuko sisi tuko mashariki yuko magharibi, lakini okay. Hey, leo naona tunaongea lugha moja. Kwa hiyo nakupongeza. Asante. Haya, twende kwa dada Shani sasa mwenye wiki moja kituoni. Mm -hmm, dada Shani. Kwa upande wako, tuambie toka umeingia kwenye kituo chetu, tulifanya ile interview ya ya utambulisho ya ulitokea Iringa single mother, tukajuana background zetu kidogo, umefanya kazi za catering. Sasa sisi tuna utamaduni wetu wa kufanya kazi, unaonaje? Ndani ya wiki moja uliokaa hapa, kuna mabadiliko gani ambayo wewe binafsi unayaona ya kimtazamo, kifikra kuhusu hizi kazi za ndani? Kwanza kabisa, toka nimefika hapa, kitu ambacho nimejifunza cha kwanza ni kwamba yani kweneye hii wa dada center anatilia mkazo kwamba hii kazi za ndani uione kama kazi nyingine. Yaani ni sawa na yule ambaye anaamka asubuhi anaenda hospitalini kutibu wagonjwa yule aa anayoichukulia yani, yeye na mimi hivyo hivyo. Hivyo hivyo alafu kitu cha pili ambacho nimejifunza ni kwamba unavokuwa unaenda kufanya kazi kwa bosi, kwanza ujue lengo lake ni nini mpaka amekufuata mm. Ukishajua hivyo ukaongea naye ukakaa naye ukaongea naye kwamba bosi wangu we, kitu cha kwanza najua kazi za ndani anaweza kuzifanya kila kitu anaweza kukifanya, lakini mpaka kanitafuta mimi na maana mm, kuna vitu ambavyo ameona labda kuna vitu anavifanya lakini muda wake hautoshi nimsaidie. mm -hmm. mm -hmm. kwa hiyo pindi mm -hmm. nitakavyoenda kazini pale nika... cha kwanza itabidi nijue anataka kukifanya kifanywe kwa muda gani mm, na kwa mpangilio upi mm -hmm. nikishamwelewa hivyo nitawakuja kuhamia upande mwingine kwa sababu tunashughulika na swala la malezi mm. tunashughulika na mambo ya upishi mm. pia na usafi mm. mm. kwa hiyo nitapangilia ratiba yangu vizuri, mm -hmm. nijue labda familia nimeikuta ina watoto, mm -hmm. nijue kuna watoto ambao wanasoma, ni dei, anaenda shule asubuhi, anarudi jioni, mm -hmm. na ninajua kabisa anarudi yani, akienda ya shule inabidi school bus impitie saa ngapi? mm. na huo muda awe ameshakunywa chai, ameshiba, nguo mm -hmm. ni safi, kila kitu kiko mahali pake, ana vitabu vya kujisomea na daftari zake za homework zote zipo kwenye beki. mm. Baada ya hapo nitakavomalizana naye yule, nitarudi tena kufanya majukumu yangu ya nyumbani. Mm. Kama mama idha anaenda kazini, naye kifungua kinywa lazima apate. Mm -hmm. Na hapo anavoondoka inabidi nimwangalie, je, nini atakacho maagizo atakoniachia pindi anaondoka. Mm -hmm. Inabidi niyafate so kujiongeza mwenyewe labda nikaharibu. Mm -hmm. Manake nitakavoharibu hicho ni ambacho kitu ambacho ameniambia, nitaonekana tena namtia mtia sala sijaenda kumsaidia majukumu ya mm. yake. -hmm. Hicho ndicho nilichojifunza zaidi. Like. Okay, kwa upande wa nidhamu, na nidhamu, pia nidhamu ya kazi ndio. uh -huh. nimejifunza nidhamu ya kazi, kuheshimu sana sana, kuheshimu unaweza kuheshimu labda mali za bosi ndio. uh -huh. na, ma na mawasiliano mazuri kati ya mimi na mwajili wangu uh, ndio -huh. Uh, nataka uniambie kuhusu nidhamu, ukiwa kituoni kuna changamoto gani umepitia? <laughs> Changamoto labda niloipitia mwanzo mm. Mm, na sasa hivi mm. Kuna changamoto ambayo ilikuwa imetokea, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi kwa dada wengi mm. Naweza ukakuta kila mtu ana tabia zake labda mm -hmm. Mm -hmm. E, sio unaweza kuja ni kila mtu anakuja na tabia, tabia zake ee. Kwa ukitaka kubadilika hapa hapa utabadilika na ukitaka kubaki na msimamo wako pia utabaki na msimamo wako mm -hmm. Lakini inabidi tu kuwa na nidhamu nzuri na maana kama ulikuwa sitaki mtu anaye zunguka, zunguka, jamani, sitaki staki kona, kona. Yn yani yes. Hapa tunaweka mambo yes. Ehe, hapa kuna kaga na vikao vya feedback eh yes. Ulishawahi kuitwa kwenye kikao cha feedback na uliambiwa kuna changamoto gani na hiyo changamoto ulifanyia kazi vipi? Labda changamoto ilokuwepo ni kwamba ile siku ambayo tuli dadana ni Jessica alifua shati ya shefu ikawa haijatakata mm -hmm. katika kusuluhisha ina maana, Jessica akawa ananiambia mimi mm -hmm. na mimi sikumkatisha wala kufanya nini ko kwa kwa sababu nilikubali kusikiliza anavyoviongea maana mm -hmm. ina maana tukaonekana wote kundi letu ni moja Ehe, ikatengeneza mazingira gani? Ma... ikatengeneza e picha gani? Ni tabia mbaya e, ambayo ni ipi? Yani, yani ilijitokeza ili tabia ya aina gani ambayo labda mlikuwa hamjui, hatuwezi kuwalaumu lakini ikabidi kama kituo tukamwambia hii sio namna nzuri. Ilionekana, ilileta picha gani? Ilileta picha mbaya hapa watu wa kituoni ndio. mm -hmm. Kwa hiyo baada ya hapo mlifanywaje? Tulipewa onyo. mm -hmm. Kwamba tubadilike. mm -hmm. Na baada ya hapo tumelifanyia kazi tumelifanyia kazi. Ndio. Kwa hiyo vile vigenge vigenge havipo tena, tena. Na mnaona hiyo imewasaidia? Mi kwangu imenisaidia. Uli, uli, kwa hiyo ulichukua kama ni kitu kizuri cha kujenga. Ndio kwa sababu walikuwa wananikosoa ili nijue hiki kitu ni kibaya. Hicho kitu ni kibaya. Kwa hiyo hata wageni wanaokuja, maana yake wewe ni rahisi kuwaelekeza namna ya kuishi, sio tu kwenye kituo, lakini hata uko kazini, maana hizi tunavyowafundisha hapa, maana yake tunawaandaa namna ya kwenda kuingia kwenye familia za watu, sio uingie kwenye familia ya mtu tena uanze kushikana na mtu mmoja mwanze umbea umbea. Huyu akisemeshwa hiki mnaenda mnacheka kipembeni. Hiyo tabia inakuwa sio nzuri. Mm -hmm. Na kuna watu wengi wamepoteza kazi, hata kama unafanya kazi vizuri, lakini ukishaanza hiyo tabia ya hivyo, unaanza kuonekana mtu mwenye majungu, mtu mbea, mkiburi usiyetaka kuambiwa. Hizo ndio tabia ambazo tuna, tunapozungumzia nidhamu, inakuwa hazihusiani na utendaji, lakini kuna vitabia vya Kiswahili Swahili ambavyo ndio hiyo ilitokea, na nafikiri mlielekezwa si tunachukulia kwamba ni, ni darasa si ndio eh? Kwa hiyo nyinyi mliipokea na mliifanyia kazi. Kwa hiyo kwa sasa hivi mnaenda vizuri na wakubwa wenu, viongozi wenu, hapa kituoni si ndio? Haya, hongera. Asante. kwa upande wa labda kufanya usafi, uh, kupika na malezi, umeimprove nini tangu umekuwa hapa? Yaani kitu gani ambacho unaona nimejifunza na nimekiweza cha kwanza kabisa hmm. Kwenye swala labda kusafisha nyumba hmm. nilikuwa sijajua, labda ni vitu gani, ni vifaa gani labda nivitumie ili kung'alisha walau madirisha uh -huh. Sababu naweza ukachukua sabuni uh -huh. sabuni ya maji ukaweka uh -huh. kwenye maji yako, labda unasafishia dirisha na lisingae mm. Kwa hiyo bosi yeah. wako akija anakuta kila siku, mbona mpako hivyo hivyo alafu uh -huh. ananiambia amesafisha madirisha uh -huh. Kwao nimejifunza vitu, vifaa vya kutumia pale, ili kio king'ae. mm -hmm. na zile mbao zake zote zing'ae hicho. mm. okay. ni kitu ambacho ulikuwa ujui. Ndio, nilikuwa sikijui. okay. Kingine na vifaa vya kutumia choni, mm -hmm. navyo pia nilikuwa vingi sivijui, vingi uvijui, lakini kwa... kupitia wadada center mm. umevijua. Ndio, sawa. Na nafikiri kwenye mwongozo wetu tunasema pia, muwe na kama mna smartphone, mzitumie kuendelea kujifunza zaidi kwa sababu kituoni utakaa sio muda mrefu. Hakuna mtu ambaye anakaa wiki mbili kama Neema, ni wachache, wengi ndio hizo wiki. Baada ya hapo, mnapangiwa kazi. Kwa hiyo tunawapa miongozo ili mwende mkajiboreshe zaidi, sawa eh? Kwa hiyo hapa ni mbinu tumewapa, utakapoenda kazini uendelee kujiboresha zaidi na zaidi, sawa. Haya you... hongera sana. Asante mm-hmm. nani alimkuta Shani